Watanzania haleluya! Elu go church yako, <coughs> gonga naye mara ya kwanza, mwambie Bwana Yesu asifiwe. Gonga na jirani wa pili, ndio tukushe na kusalimu raha. Gonga naye mwambie haleluya. Mwambie Yesu fungwebala. Zunguka na uweke tatu, gonga naye kwa jamii yote. Gonga naye

Sasa siwezi kumshukulia kitu kitakatifu namna hiyo. Bibilia inasema kwamba wachia ile siku ya tatu, hebu njoo. Maana asubuhi ndio maana mchana ndio maana jioni tena, mhubiri mchana

mandik yayamba wakati msiba wa Yesu mingine alau wakabandika nembo ya utambulisho ya kwamba ni mfalme wa Wayahudi maasi. Ndio maana Paulo anasema kwa hiyo baba na mpigia magoti ambaye ubaba wote wa mbinguni na dunia

akamwambia Musa, Musa, Musa, Musa. Biblia inasema wakati Musa yuko naangalia, Biblia yangu na ananiambia akaona kijiti kinawaka moto. Kilichomshangaza Musa ni kwamba kijiti kinawaka moto, lakini akiteketei. Ni kwa nini gani sana. Maandiko yasema Mungu Musa kaazimia moyoni, akasema nitageuka, niangalie haya maono, kwa nini hiki kijiti hakiteketei? Wale wakole wananielewa, ninaposema kugeuka ndiyo maana ya kutubu. Biblia yasema Musa akasema, nitageuka niangalie mateo mama haya. Anasema, na Mungu alipoona Musa amegeuka, Biblia sema kuamua kumwambia Musa fanya moja mbili tatu. Biblia sema akamwambia Musa, mwanangu na wana wa Israeli wanayonililia, kwa sababu ya wasimamizi wao, kwa sababu ya wasimamizi wao, maana wanawatesa, maana wanawaumiza. Ninaposema hizi habari, ninakumbuka mwaka jana, nikiwa pana na kibu, kwaadi, pale chini kidogo na kidogo, nilipokuwa jukwaani nikihubiri, baada ya kushuka, mama mmoja akanifuata akaniambia, mtumishi wa Bwana, nimekulia tainingi ni kwanza, leo ni Jumamosi, ni rahisi, naweza kuondoka. Kabla sijaondoka, siongea na wewe. Akasema, unayeniona mahali hapa, mimi ni mama mwenye uchungu mkubwa. Mama akasema, unayeniona mahali hapa, ni mama chungu mkubwa, nina miaka tisa ndani ya ndoa lakini sina mtoto. Nikamwonea huruma nikamwambia pole sana, lakini achoniambia akasema, mtumishi wa Bwana, si kwamba sina tumbo la uzazi, si kwamba sina mayai, si kwamba sina nini. Kila siku na kila mwezi ninabeba mimba na miezi ye, naposika nabeba mimba miezi tisa, na nikibeba miezi tisa reba kujifungua, shida tu ni mtoto kulia ananiambia mtumishi hapa nimeteseka vya kutosha kwa kweli, nimefikia viwango vya kubeba mafuta ya kila aina, nimebeba chumvi ya kila aina, nimebeba kila takataka, lakini havijaweza kusaidia. Nikamwambia mama, una sadiki ya kwamba Yesu anaweza kakusaidia? Akasema na sadiki, na ndio maana nimekusia, mtumishi wa Bwana. Nikamkumbuka hiyo mama, nikamanaa, akaniambia na mahali hapa nimetunza, nina, nina, nina makaburi tisa ya watoto hiyo. Yes, yes, sio stori, ni kitu ambacho tunakutana nacho. Anabeba mimba miezi tisa, na baada ya kubeba mimba anapenda roba kujifungua mtoto anatoka, kisa ni mtoto kulia, mtoto akilia ndio kuondoka. Kana, waganga nimewamaliza aneo nimewamaliza ya kutosha, lakini sijapata msaada. Nipo nimbokana, nazungumza haya maneno nikakumbuka wana wa Israeli na wao walilia kwa sababu walifungwa tumbo kwa sababu tumbo yao yalifungwa. Nikamwambia mama msadiki mwana wa Mungu. Na ndiyo maana wanawambia, watasema usikimbilie tu kuombewa tu peke yake, mwamini Yesu peke yake, kwa sababu mahubiri au maombi ya mubiri hayatoshi peke yake kukupa heshima zaidi ya kumwingiza Yesu mulemi. Nikamwambia mama, hebu mwamini Yesu Kristu. Leo inapozungumza anaongea stori nyingine, leo inapozungumza anacheka kicheko kama wamama wazazi, leo ananiambia mtumishi wa Bwana mimi nabaki kushangaa, natamani nikuone. Nami namwambia, usinione mimi, mwambie Mungu hadi ya kupona, maana si mimi niliyokupa mtoto, ni Mungu wako, nenda kwa <coughs> <coughs> wakati naomba asubuhi, mchana, nikawa naongesha wamama wajawazito walioko kwenye kijiji cha Iki, wamebeba matumbo, tumbo kubwa. Nisho mauliza Mungu, kwa nini watu hawa hazani? Hakunipa majibu. Nisho ayushu nyambia, shughulikia watu. Ilo tu. Kwa hiyo, nikamwambia Bwana okay, wana, nitafanya mimi nitafanya. Shughulikia watu. Hata kama wako mbali, leo nda shughulika na watu. Na sitajua kwa nini na beba huo ujumbe. Lakini wana wa Yesu waliangaika.

ka mahali hapa, bwana akamwambia kwa sababu wale watu wamenisikia, nami nimesikia kilio chao. Wakati bwana niambia, ananiambia watu wa kongoe wameangaika, watu wa kongoe wameteseka, watu wa kongoe wana shida, watu wa kongoe wana lia kilio, wanachukuliwa pusi, wajulikana wana ndoto mbaya, hasa wametutuma kukuta Dar es Salaam, nenda Kongoe, kuna watu ambao natamani ni wakoe, walio tayari, wangempa Bwana makofi mengi ya shangwe, kwa sababu Bwana anaingia mjini. Haleluya! kilio kilitanda pote la Mungu kwa wanadamu. Mungu anaweza kumkosea lakini, ukimwendea kwa hofu anakurudia tena, na ndio maana huwa anawaambia hivi, pamoja kwamba Mungu ni mwema, lakini usimwombe akasirike. Akikasirika anafanya vyovyote. wakati naambia juzi, nikasema leo hii mataifa makubwa ambayo yana teknolojia za juu wamehangaika vya kuhangaika. Nenda Marekani, angalia takwimu, watu waliokufa ni wengi, mabilioni na mabilioni lakini wan teknolojia nena, ila kiangalie, wamebeba teknolojia lakini teknolojia zao haziwezi kuwasaidia mpaka watakapokumbuka ya kwamba yuko wapi Mungu wa baba zetu, mpaka watakaposema yuko wapi Mungu wa baba zetu, wakasema tumechoka, wakampa Yesu macho yao, ndipo Bwana hatakaposhuka. Na ndio maana itoa wito kuwa watanzania wako wapi, watanzania wenye kuliria Tanzania, Tanzania wakasema, Bwana, tumechoka na korona, tumechoka na mateso matezo. Wako wapi richaci wenye kubadilisha historia Biblia la lanianuia